Habari zenu za mchana. Leo tuko hapa kwenye mafunzo ya Adobe InDesign na, na karibu ili uweze kusikiliza jinsi ya, kujia, ya kujifunza kufungua software yetu ya kutengeneza gazeti. Kwanza tutaenda kwenye kwenye window hapa. Eh, baada ya hapo tunaenda kwenye kwenye Adobe InDesign. Tushabonyeza hapo. Tushabonyeza hapo. Tunaenda hapa kwenye new file ili tuweze kufungua file letu. Baada hapo sasa, mwonekano wetu wa file yetu ndio huu hapo. Nitamkaribisha mwenzangu ili aweze kuendelea na marekizo mengine okay. Asante, kama tunavyoona hapa vipimo vyetu ndio hivyo hapo. Vipimo vyetu vya mkono wa kushoto ni vimesetiwa automatically, ambavyo vinaonyesha siti zake za, za gazeti, lakini upande wa kulia ni vipimo ambavyo tuna viseti manual ambapo tunataka sisi gazeti letu liweje. Sasa katika kuseti, tunaanza na kusave hapa, project nani yetu gazeti letu tunalisave. Kwa hiyo hapo tuna save, tunaandika project yetu na tunaandika hapa project number 1, project number 1. Okay, tukishamaliza kuandika hapo jina, tunakuja hapa kwenye unit. Tunataka tuanze kwenye unit kwanza ili ndio tuje kwenye nani. Kwa hiyo kwenye units, tutachagua hapo kunaona kuna nani nyingi nyingi vipimo vingi vingi. Sisi gazeti letu tuna inaenda kwenye inches. Tutabonyeza hapo kwenye inches. Inches zatosha, chotapa, tunakuja kwenye upana. Upana wa gazeti letu tume, tunaseti tunaseti 11. Tunaseti 11. Tunaseti 11. Upana wetu wa gazeti. Alafu urefu wa gazeti letu tuna seti kumi na, tuna seti kumi na kumi na moja mpaka sasa. Alafu kwenye urefu tunaweka kumi na nne kumi na nne urefu wa gazeti letu, urefu wa gazeti letu. Alafu tunaenda kwenye pages, pages gazeti letu lina pages tano, tunaweka pages tano hapo kama zinavyoonyesha, halafu tunaenda kwenye orientation. Kwenye orientation, tunachagua hii hapa ambayo ni portrait ambayo gazeti letu linaonyesha hapo. Alafu tunakuja kuangalia kwenye facing page tunaweka katiki hapo ili iweze kuonekana. Alafu kwenye start tunaenda kwenye kipengele cha columns. U, columns ya gazeti yetu tumeseti, tunataka tuseti columns iwe tano.